Baba, unajua wazi kabisa, mimi kuna vitu siweze kuvumilia nikiviona vinatokea. Vitu gani? kuhusu pole, tuwe sote pole, kwa sababu yule ni mwenzetu na alikuwa mwanakijii pia hapa. ni kweli lakini pole iwe kwako kwa zaidi. Asante sana baba. Hmm. Nakushukuru sana wapi baba? A, tuku kwanza una, umetembea <laughs> na nyota yao. Maana tunaenda mazikoni sasa hivi.

Pole sana, Ana. Usijali, mpango wa Mungu. Naomba ah, kuja na mke wako mwenyewe. Usijali, kawaida tu. Na Mungu mwenyewe ndo anajua kwa nini na wewe tuweza kufunga ndoa. Ana, Kwa kweli mimi nilikosea sana sijawahi kukuambia haya maneno, nafkiri ona, kwa mara ya kwanza nilikukosea sana n ah. Mm. Iko hivi, mimi binafsi nilidhani kwamba kwa kwa kwa na wetu singeweza kumeshi katika kuanzisha familia ama kuwa na ndoa, kwa sababu minewetu tulikuwa tunafanya shughuli ambazo si nzuri, na sikuona kama tungeweza kua katika mahusiano mazuri

No. Yani tauniambia masaa yote matatu umekaa ofisini kwao. Sasa utaka niende wapi? Ha? Sasa mimi najua ratiba zako. Kwa nini mimi ndo nakupangia mishi mishi zako kila siku? Hansi, nimeshajaribu nimeshindwa. Ndio maana nimeamua nirudi hapa hapa nakuika utulivu. Sasa ubaya ni kwamba mimi ni dae yan utulivu. Mm-hmm. Hivi, Hansi, katika maisha yako wewe hujui neno samani ndio s. Unajua sasa, kwani tusiamiane? Bora ah, mi lishasabe, lakini kila mtu afanye ya kwake. Hiyo noni io. Habari yako. Salama. Naitwa Zambe, mimi ni mke wa Joa. Nakujua, Najua kama unajua, ila nakuomba mwache mume wangu, haikurudi nyumbani sijakuelewa. Kuelewa ah. Najua kama bado natoka na mume wangu, naomba tafadhali mwache mume wangu nyumbani mapema. Hebu angalia hali yangu, nahitaji kuwa karibu naye. sina pa kwenda. Kwa nini umesakuta ni ni? Pita. Eh. <tuhi> ikikumbuka <tuhi> yale maneno yalivyokuwa yanatoka pale, <tuhi> natamani sana kama usingeongea namna ile, kwa sababu mara baada ya kutoka Mungu na mimi akanionyesha in mtu anajua thamani yangu, kuna uvumilivu. Masaa matatu ni mengi sana kwa kutengeneza pesa kwa nchi kama hii ambayo, mm-hmm. Naielewa, nakwenda kukazi. So bwana, mimi na kazi nyingi za kufanya, ngiomba uende. Sasa hizi kama unavyoziona bado nini? hasira za nini? jinsi huwa na nakuongelesha vizuri, ila maneno ya shombo tu. Je, wewe unaniongelesha maneno ya shombo na hasira? mbona mambo mengi kama Mswahili, maneno mengi nini? leo ndo umenijua Mswahili. Haya basi Yeshi. Nakusikiliza. Ah, kama nilivyosema mimi ni mpelelezi naitwa Fred Mark, ulijitambulisha. Nakuuliza Ma nakusikiliza na kusaidia nini? Sawa, unafahamu alipo Natasha, hivi ni mpo serious kweli? Ni unanichanganya? Siwelewi naye kuuliza niko peke yangu. Unaposema nyie unamaanisha nini? ah, ah. Unajua kuna mamake Natasha kuna Grace, Alafu, kuna wewe. Grace ni nani? oh, Grace... ni ex wangu. naweza kupata namba yake? Maji. Maji ya shingo. Maji. Maji ya shingo. Ah, Martin, kwa sasa wewe ndo mtumiwa wa kwanza ambao mbotuna kushuka, nitakuwa na maelekezo machache sana ya kukwambia. Kwanza, usitoke nje ya nchi wala nje ya mji kama sisi hatuja kupa maelekezo, lakini pili, usiongee na mtu yoyote ulihusiana na matosha, na tatu, popote ulipo vijana wetu hapo wanakufuatilia kwa ukaribu, kwa hiyo usije ukaleta ujanja wote. Asante. Eh, uh, kingine nitaka kusahau, inasemekana kuna nyumba, ulikuwa unakaa hapo na ile nyumba ilikuwa ni hapo. Nini kimetokea? ile nyumba ilikosea kwangu nilikuwa nimepanga na mwenyewe ameshaiuza, kwa hiyo nilikuwa sina budi kuana. Unapomwona mtu yuko kimya, unamchukulia poa, sio? Lakini sawa, ila tajua cha kufanya. Ah, yani za kisasi? Mtu mzima kama mimi mzee Naymba noko ya shumba natoka wapi? si ungekuwa na busara? basi basi, yes. pole sana, naomba yaisi. pole itasaidia nini wakati umenivuruga vuvuga vya kutosha? Sasa nataka mimi nifanye, endelea na ya kwako

Yaani ni shemeji? Haina haja ya kulazimishana, yaani kama mzima kwa mzima. Mwache tu, wacha mimi niende nyumbani. Kwa kweli shemeji misiku zani kwa utakwe kani. Nilijua utanieleza kweli, na ikibidi kuniomba niongee naye. Kwa, ni unge kwa sababu nachokitambua kwa hasa kutaki. Na siyo tuwa kutaki, labda mimi nikushauri kitu. Achana naye. Sawa. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua unachokifanya. In anyway, ni kutakieni mchana mwema. Hivi ni watoto, kwa nini mnanuniana? Yaani toka mje mnanuniana, mnakasirikiana wakati nyie baba mmoja mama mmoja. Kitu gani kinachowasumbua mpaka mnakuwa hivyo eh? Mama Mi sina kawaida ya kununa, muulize binti yako ambaye anapenda kujiunisha, na unamjua vizuri kabisa mwanao, muulize wewe. Sina kuuliza mama zaidi ya yeye kunichokonoa mimi. Sina shida naye tena, mwambie mwanao aache kunikosisha mimi amani tena. Mwambie awe na adabu. Wewe huyu, ni dada yako, lazima umheshimu. Kwa nini unakosa adabu we mtoto we, mbona uko hivyo? Haya, hebu niambie mwanangu kuna shida gani? Lakini sikushindi wewe hivi, wewe yaani kimekutuma nini wende ukamwadisia Amfrey, mambo yetu mimi na wewe? Mambo yetu ningependelea sana hilo neno, lile limekuponyoka tu kwa bahati mbaya, lakini hakuna mambo yetu, sijui, unaelewa vizuri, hakuna kitu kinaitwa mambo yetu. Nilichomtuma mimi ajakuelezee yale nilomweleza mimi. Na ndio maana anasema huwa na matatizo okay. Najua wala usijari, unajua <laughs> kitu kimoja ambacho anajiuliza ni kwamba hivi unaona nini kwangu sasa hivi ambacho una, unapagawa na nini eh, kinachokushawishi hasa mpaka unaangaika kiasi? Ina maana hapo mwanzo akikuwepo ama ni nini? Au ndo tuseme tumefikia ule wakati sasa wanasema mwanawake saba mwanaume mmoja hmm? Tumefika huko kiukweli. Mama, shida ipo na mwanao, shida anaifahamu, kwa sababu hivi navyozungumza ameondoka alfajiri, milango ameacha wazi. Mama anatoka anakuja kuambiwa na majirani kwamba mdogo wako ameondoka, ameenda kijijini, tumemuona ampita na begi hapa hivi. Kweli mimi akuambia na majirani, anashindwa hata kuniaga, hata kusalimia jasalimia mama, hiyo ni sawa si sawa? Yaani, mtu unatoka ndani, unaondoka, huwezi hata kugonga kusalimia? Wewe mtoto una matatizo wewe. Hmm. Mama, nimeshakwambia mimi sijaumana na zaidi ya kunichokonoa mimi, sijui anataka nini, kila siku maneno nyumbani kwake hayaishi ah. hmm. Nikwambie kitu mamangu, hmm. katika hii dunia hakuna gasiri, yaani kama kuna kitu anakificha, itafika wakati kitadhihirika. Yes, sema mimi namchokonoa mimi sina kuchokonoa my dear. Basi subiri tutaona. mm -hmm. mm. tutaona baba yeah. mm. ameenda kuangalia kaburi la mama kama tayari amemaliza kulijengea ndani mm -hmm. Bibi. Kwa nini ulikuwa unamtafuta? Hata sina shida naye, ila hapa ni mjumbe wako. Ujumbe wangu? ujumbe gani? Kutoka kwa Shem. Ndio, anasemaje? Amesema kwamba umpokelee simu, hata kama utaki kumwambia naye, umsikilize tu Sawa tu, hii hapa, sijakata bado, anataka uongee naye. Kata hiyo simu. Maji maji shingo, maji, maji, maji, maji. Maji shingo. Maji shingo. Mr. Mwenda, umenidhalilisha vya kutosha. Naomba tafadhali hayaishi hapa hapa, ila nitakuumbua na ni watoto wako hawatakuheshimu. Nisijali, najua mimi naishi maisha yangu, ni watu wazima, kwa hiyo wana hiari ya kuchagua mm. Mm. Sawa, ongea kiume, ila usiji ukaniona mbaya. Sawa, napenda sana unavyoongea sawa. Nitakuja kukuvua nguo kama jinsi ulivyonivua mimi mbele ya watoto wangu. Nisijali, fanya chochote kile. Sawa, mradi uwe mkweli, sio uongo. Eh. Jua hapo, ah. <coughs> Ndiyo kaka, namkaka, naona sasa uko tayari. Naam, niko tayari. Nikoceani mm. so. mara asante mama, eh? Leo kaka, ndio safari ya mwisho ya mke wangu, ila atabaki kwenye kumbukumbu zetu mm, daima. Kiukweli ndiendelea kumkumbuka mpaka zuri lakini mwenye alikuwa niipenda sana sasa. Nimepata wazo, nataka niende nikaikuze, ile niitie kwenye fremu, niiweke hapa barabara ndani hapa, inawezekana eh? E, tena sasa hivi utaalamu umekuwa, wanaitengeneza kisasa kwa teknolojia kisasa, kubwa nzuri sana. Tapendeza sana shukran. mm -hmm. Basi tukirejea Nitaomba sana unisaidie msaada huu. Hapana shaka kaka. Naona unaingia muda huu si? Ah, nimelala sana jana nikachoka. Ninakujua wewe mbivu sana Tamasha. Unajua? Mapenzi ya siku hizi yana changamoto sana, hasa kwa sisi vijana. Sasa mimi, kinachonishangaza si kwa nini anaacha ya ninaye, yani amemng'ang'ania ya kishinzi, alafu sisi tuko wengi kweli. Yani tamasha, kwa wengi sio tatizo, shida ipo kwenye tabia ya zenu, yani wanawake wa siku hizi mmekuwa kama baba mmoja mama mmoja, tabia zenu zinalingana kabisa, yeah. Bwana usitufananishe nala, usituongelee vibaya. Kila mtu ni tofauti kabisa <laughs> Lakini kwenye kumi basi kuna mmoja, lakini wengi yani wengi, asilimia ya kubwa matamanio yenu yapo kwenye pesa tu, sio mapenzi. Sasa wewe unafikiri, usingekuwa hata na hizo pesa ulizonazo kidogo, huyo mwanamke wako angekupenda kweli? kwenda wapi? Kazini. Kazini leo Jumamosi. Kwa Jumamosi hospitali ifunguliwe? Ah. Jumamosi wao waendage kazini bwana. Ah. Sisi tukaa nyumbani pekee yake. Wewe kwa nini? Wewe unataka kwenda wapi? Kazini niko pia. Basi wewe leo jitafutie mwenyewe. Jifanye kama kwamba mimi sipo. Sawa. Utani wako sasa unafika pale. Utani. Wewe ulivoniambia kwamba niende kwa mume wangu. Mwenzio ushajitoa kwangu, sio? Mbwacha jazba. Mama, hii sio sawa hivi. Asi atamchukuliaje? na vipi kuhusu wana pia? Acha sisi wengine tuwe wafanyakazi wa kawaida, tuwe wafagiaji tu, alafu nyinyi mwe wamiliki. Hatuwezi wote tukawa mabosi. Haya sawa, subiri nawe siku likukute, kisha watu wabaki kwenye majumba yao nao wanalika so. Yaani wewe wakili yako hiyo utaendelea kufagia kwenye hospitali mpaka ma hmm. Nitaka kujua tu. Unajuaje kama Natasha amepotea hasa kusikatia? a kwanza ilikuwa siku ya kwanza familia yake inaanza kumtafuta Natasha sio mtoto halali Mr. Mwenda. Wewe. kabisa? Ndio. Hai. halalu <coughs> am <coughs> mwende

ni uongo mtupu, uwasherati na visazi vingi usejeuka.